Lakini msikilizeni sasa, aloandika hichi kitabu kinachoitwa shihabu lilmunharifina, ani dawat watablighi, tafsiri yake anasema, kimondo kwa wapotoshaji. Kwanza anakwambia ustadhi, kwani nyinyi hamjui Kiarabu nyote? Yote matablighi hamjui Kiarabu.

Maana yake mala ani lhaqi amepinda, inharafa, kama vile nkasara, inafirishani kwenye sarfa. Nkasara yani kimevunjika kile chungu chenyewe. Inqada yeye mwenyewe amefaata ko, inharafa amepinda. So wanaopotosha kiarabuiandaza Ukisoma so, kitabu cha habari Abu Muhammad wesu umesoma na sio ulipitia. Albani ndio sawa, nikuulize wewe, yaani munharifu manake ni mpotoshaji. Jamani sasa so, mmeshindwa hata kukaa nyote mkaona hapa isakanyamkunda mkumpe sababu so, kamaliza sana kuloboraska isisarufasarufa kidogo. Alipitia ana nijua, nilimtangulia, nilikuwa mtu wa kwanza mimi ananifahamu toka nimesoma mpaka nimaliza, mi napata mumtazi tu, anijua yeye ni classmate wangu yule, yaani nimesoma naye darasa moja, nimesafiri naye ndege moja kwenda Sudani alafu kule Sudani yani alivyojificha ficha. Kule Sudani alipambana na maikhwanu Muslimun, tena mie na yeye tukawa msalimu mbele tupambana na Ikhwanu muslimun kume Tablighi alikuwa khalifu usuli tu kule. Sasa hicho akuona kwamba hii munharifu hii, maana yake ni aliyepinda. Kwa hiyo hii tafsiri yake ni kimondo kwa waliopinda, sio kwa wapotoshaji. Sasa mpotoshaji kwa lugha ya Kiarabu ni harrafa yuharifu taharifu yuarifuna lkalima an mawadiihim kua kwenye uran wanaharifisha wanapotosha wanakengeusha maneno sehemu yake, ko ismu fail harafa yuharifu muharrif yu ismu fail kwa andike ushekhwe jamawe pitiwa, hapa alikuwa aandike, twamwambia shekhe wenu na kundi lenu lote kama jamaa waepitisha kweli, kwa muongo ntamuuliza bwana kweli kilipitiwa hichi muulizeni bwana, hapa ilikuwa ni shihabu, lil lilmuharifina kama alikuwa anakusudia hivyo, kini wapi? Elimu sina wenyewe, si mmekataa elimu nyewe? Elimu yenu ni ile elimu ya nye nye fadhaili tu.